Naitwa Segule Segule, mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Pangani. ya kwa majina naitwa engineer Maximilian Sereka. Niko wizara ya maji, nafanya kazi Dodoma, namwakilisha mkurugenzi wa rasilimali za maji Tanzania. Leo hii tuna furaha kubwa kufanya kikao chetu cha wadau eh, ambacho eh, kinahusiana na uzindu, eh, uzinduzi au kikao cha kwanza kuhusiana na utekelezaji wa, wa wa mradi wa, kwa ajili ya, ku, ya, ku, ya kuzitanabai na kuzitumia fursa zilizopo kwenye Mlima a Kilimanjaro zinazohusiana na maji chini ya ardhi. Kwa ujumla, mradi huu wa Kilimanjaro Aquifer Project ni mradi ambao utaleta mapinduzi makubwa, kwanza kwa uh, kuanza na utafiti ambao utatufanya tufahamu wingi wa maji na kwa kina zaidi katika aquifer yaani, yale maji chini ya ardhi, lakini pia utatuwezesha kuwa na mfumo mzuri wa kiutawala na utendaji kati ya serikali ya Tanzania na Kenya, pamoja na kuwa na taarifa sahihi. Tutabadilishana taarifa za utafiti ambazo zitatusaidia kujua maji tulionayo na kwa ubora na wingi chini ya ardhi lakini ikiwa ni pamoja na uh, kuboresha maisha ya wanajamii ambao wanazunguka huo mradi. Mradi wa e, huu tuna, tuna, tuliuandaa kwa pamoja sisi na wenzetu wa nchi za Kenya kwa sababu uh, mwamba maji wa chini ya ardhi tunaoutumia ambao huko